Wasante kwa kutupa neema ya kuwepo tena mbele zako e Mungu. Asubuhi ya leo Baba, tunakwenda kuyasikia maneno yako. Mimi ni chombo, naomba nitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ukaseme na kila moyo na nafsi ya mwanadamu iliyoko mahali hapa, ukamuhudumie kila mmoja atakayekuwa akilisikiliza somo hili, katika china la Mungu Baba, Mwana Roho Mtakatifu, naomba na kushukuru. Amen. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema kufunga kwa ajili ya hatima mpya. Kufunga ajili ya hatima mpya ndio somo ambalo naenda kulifundisha kwa kifupi sana, na Mungu atatusaidia kuelewa na kufahamu kila ambacho nataka tukifahamu. Somo ni kufunga kwa ajili ya hatima mpya. Tunaanza na maneno ya utangulizi kwenye hili somo yakitoka kitabu kile cha Yoshua sura ya sita Yoshua sura ya sita wewe utasoma mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa ishirini na hapa kuna habari ambayo tunaifahamu, habari inaongelea kwa habari ya kuvunjika na kuanguka kwa kuta za Yeriko. Kwa hiyo mimi nitasoma mistari michache, nitaanza wa kwanza mpaka ule msali wa wa sita. Baada ya hapo nitaruka, nitaenda msali ule wa kumi na tano mpaka pale ambapo nitaishia. Vinasema basi Yeriko ulikuwa umefunga kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli, hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku sita. Naomba niruke niende ule mstari wa kumi na nne na kuendelea, anasema, siku ya pili wakauzunguka mji mara moja, wakarejea kambini, ndivyo walivyofanya siku sita. Ikawa siku ya saba, wakaondoka asubuhi na mapema, wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji vivyo hivyo mara saba, ila siku hiyo waliuzunguka huo mji mara saba. Hata mara ya saba makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana, ama wapeni mji huu, na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo, isipokuwa Rahabu yule kahaba ataishi, yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwaficha hao wapelelezi tuliowatuma. Na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, msije mkakitwaa mka kitu kilichowekwa wakfu baada ya kukiweka wakfu, nanyi vivyo mtafanya. Uh, matuo Israel ya Israeli kuwa yamelaniwa na kufadhaishwa. Kwa nataka niishie hapo. Kwayo, kwa hiyo Mungu anatuambia kwamba Yeriko ulikuwa umefunga kabisa. Bwana sue sana. Yeriko ni mji mkubwa ambao Bwana aliwapa watoto wake kutwaa. Yeriko ni mji ambao ulikuwa umejengwa kwa ngome kubwa. Wanasema watafiti ya kwamba ule mji ulijengwa kwa kuta ambazo wapanda farasi sita wangejipanga yani, wangepangana katika ukuta ule, na wakaendesha farasi bila kugongana. Na ndio maana Rahabu, huyu kahaba ambaye tunamsoma hapa, alijenga nyumba yake juu ya ule ukuta. Kwa hiyo, kwa, kwa lugha nyingine, ukuta ule ulikuwa na mapana kama ile kanisa letu ilikuwa umejengwa ukuta ambao haukuwezekana kuangusha kwa nguvu za kibinadamu, haukuwezekana kubomoa za kibinadamu ilihitaji Mungu atoe namna ya kubomoa ukuta. Kwa hiyo hata maisha yako asubuhi ya leo inawezekana yakawa yamefunga kabisa, wala hakuna kinachotoka, wala hakuna kinachoingia, lakini nataka nikwambie kwa maombi tuliokuwa nayo haya na leo ikiwa ni siku ya saba, nataka nikwambie kuta zilizokamata maisha yako zitavunjika, zitavunjika. Mungu naye mwamini ni Mungu mwaminifu sana. Bwana suwe sana, Mungu mwaminifu sana. Kwa anawapa wana wa Israeli maagizo, anasema nendeni, mkazunguke ule mji, zungukeni mara sita, na mkishazunguka mara sita, mnarudi lakini siku ya saba uzungukeni mara saba, na siku hiyo ya saba pigeni kelele kubwa. Na walipofanya hivyo, tunaona kuta zilidondoka. Sasa kuna maneno ya Mungu ambayo nataka tukayangalie kwa pointi nne zifuatazo. Point ya kwanza somo ni kufunga kwa ajili ya hatima mpya. Eh, hatima ni mwisho wa maisha ya mtu. Eh, hatima ni maisha ya mtu ya usoni, maisha ya mtu ya mbeleni, maisha ya mtu ya kula na kwenda baada ya hapa. Kwa hiyo hapa ulipo sio kwamba umefika, una safari, unaelekea mahali. Kuna mahali Mungu anakupeleka, kuna mahali Mungu anakuonyesha, kuna mahali Mungu anaku, anakuambia, kuna mahali ambapo naona ndani yako ya kwamba mimi naelekea mahali pale. Na ndio maana tuko hapa, lakini tunasafiri, hapa sio mwisho. Ndio maana tunalipa gharama ya kufunga tunalipa gharama ya kuomba ili Bwana atufikishe kwenye hatima zetu. Bwana siwe sana kwa haya maombi, sio kwamba tunaomba tu ili tufaulu mitihani. Tunaomba kwa ajili ya hatima mpya. Kuna mahali Mungu amekuitia na kuna mahali Mungu anataka ufike na pale mahali pana gharama ya kulipa. Jambo la kwanza Kwenye kufunga kwa ajili ya hatima mpya, jambo la kwanza, Mungu huachilia kibali mwanadamu anapofunga eh? kwa anapofunga Mungu anaachilia kibali. Kibali, kibali, kibali ni kitu ambacho unaweza unaeza sana kwenye maisha yako, lakini kibali ni kitu chenye maana sana ambacho Mungu huachilia kwa mtu anapofunga na kwa mtu anapojidhabihu kuomba, kwa sababu katika kibali cha Bwana kuna provision ya Bwana, kuna upaji wa Bwana. Mungu anaitwa mpaji kwa sababu anawapa watoto wake kwa kadri alivyowapa kibali. Kitabu kile cha Esta sura ya 4 mstari ule wa 16 na baada hapo unasoma Esta sura 5 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema mstari wa 16. Wende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani ngomeni, waliopo hapa Shushani, Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku tatu usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Sura ya tano moja anasema ikawa siku tatu, ikawa siku ya tatu Yesu alijivika mavazi ya kifalme mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuielekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba mbili Ikawa mfalme alipomwona malkia Esther amesimama uani, naye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia akaigusa ncha ya fimbo ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakwambia unapofunga, kuna kibali huwa kinaachiliwa. Bwana asifiwe sana, kuna kibali huwa kinaachiliwa. Kibali ni mtaji wa mwamini. Unajua mwamini hana hana njia kama wengine ha? wengine wana njia zao, wana mifumo yao, wana namna yao, lakini upaji wa Mungu kwa mwamini una tofauti sana. Mungu anaweza akakupa kitu kinachoitwa kibali tu na ukafanikiwa katika maisha yako kwa namna ambavyo hauwezi kufikiria. Kibali. Huyu mtu wa Mungu Esther anatafuta kibali na inampasa afunge siku tatu, lengo la kufunga Bwana ampe kibali. Na siku ya tatu akaamua kujivika mavazi yake. Niliwambia katika mfululizo wa masomo haya kwamba Mungu anapotenda jambo huwezi ona kwamba kuna kitu kimebadilika au kuna hali fulani imetokea, inahitaji kuamini ya kwamba nimeomba na Bwana amejibu, na huko kukuamini kukua ndiko kunakupa matokeo maombi yako. Wewe unafunga lakini huoni kitu, huoni chochote. Bwana zwe sana, huoni chochote. Labda mimi tu hapa nimefunga, nimeanza maombi haya nikaanza kuumwa eh, kaanza kuumwa, nikawa naumwa kitu kizito. Bwana zwe sana, nikawa naumwa kitu kizito. Sasa sijui nilikuwa naumwa nini, lakini ni kitu kizito nikawaza operesheni ya kitu kizito, nikawaza mambo mengi, kwa sababu naona naumwa. Lakini namshukuru Mungu, niliamua kuingia kwa maombi, kwa sababu na katibu alitangaza, na yeye anaumwa na, na anaingia kwa imani, na mimi nimeingia kwa imani, na Bwana ameniponya kitu kizito. Akiumi tena Bwana sue sana, nimepona, niko vizuri kabisa Mungu ni mwaminifu. Bwana swe sana. Mungu ni mwaminifu kwa sababu gani? Unapoomba Mungu anafanya. Sasa nataka nikwambie, Esa amekwisha kuomba na watu wake, lakini haoni kwamba kuna kitu kimebadilika. Anachokiona ni wakati wa kuingia na kutekeleza nilichoombea. Nataka nikwambie, umekwisha omba kwa habari ya masomo yako, ni wakati wa kuingia na kutekeleza ulichoomba. Umeomba kwa habari ya kazi, ni wakati wa kuingia na kutekeleza ulichoomba, na Bwana atakutendea Bwana atakutendea. Kwa hiyo subiri, ukasema, jamani, mbona sioni dalili? Mbona sioni chochote? Wewe amini ya kwamba tumefunga mfungo huu na Bwana amekwisha sikia, na tunaendelea mbele katika ushindi wetu. Hata kama kuna kitu kilikuwa kimeharibika, endelea mbele ukiamini Bwana amekwisha tenda. Haleluya, penotika. Bwana Mungu anafanya vitu vya ajabu sana na njia za Mungu hazichunguzii, kwa sababu njia za Mungu wa zina mambo madogo madogo yaeleweki, lakini ana nguvu sana kwenye ulimwengu wa roho. Silaha za vita vyetu sisi si, si, si za mwili silaha za vita zetu sisi vina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tuna silaha ambazo si kama za dunia. Silaha zetu za vita vyetu ni vitu ambavyo wakati mwingine uwezo ukaelewa. Kwa hiyo Mungu anamwambia Yoshua kwa habari ya ngome za Yeriko ya kwamba ngome za Yeriko hazitadondoka kwa burudoza, hazitadondoka kwa kazi yoyote, zitaanguka kwa kusifu na kuabudu, zitaanguka kwa kelele za shangwe. Yalikuwa ni maelekezo yaingia ufahamuni, lakini wana wa Mungu waliweza kuyashika, wakayaamini, wakazunguka kuta siku ya kwanza, wakarudi, wakazunguka siku ya pili, wakarudi. Biblia inasema wakafanya hivyo hata siku ya sita, lakini ya saba walipomaliza, walipiga kelele na kuta zikaanguka zote zote. Kwa hiyo mimi sipati shida kwamba maisha yako, unaweza leo unamaliza maombi na hauoni badiliko lolote, ndivyo inavyokuaga. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe. Huoni chochote kilichofanyika, ni kama unavyookoka. Yesu anamwambia eh, anamwambia mtumishi wa Mungu aliyemwendea katika ile kitabu cha Yohana sura ya tatu, anamwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia kama ufalme. Anasema ni kama vile upepo, ya kwamba upepo unausikia unavuma, lakini haujui unakotoka, wala haujui unakoelekea. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Anasema ndivyo ilivyo hali yake aliyezaliwa mara ya pili, kwamba haoni badiliko lakini kuna vitu vinaendelea. Kwa hiyo ni kama vile upepo, leo unaona hapo hata mapazia yetu yananesa na kunesa, lakini kuna kitu hakionekani, kuna kitu hakikamatiki, lakini kuna kitu kinaendelea na kinatendeka. Kwa hiyo hata kwenye maisha yako leo, unaitemesha mfungo wa siku saba na ukiwa ndani yake kuna siku tatu kavu, lakini hauoni chochote, nataka nikwambie kuna chochote kwenye mfungo huu na kuna baraka yako kwenye mfungo na kuna majibu yako kwenye mfungo, na utamwona Bwana, utamshangilia, utamwadhimisha, kwa sababu Bwana atatenda. Mungu ataacha Mungu atafanya. Hatujafunga tuaibike, tumefunga tupate kibali, na kibali cha Bwana kipo juu yako. Nenda ukashinde, nenda ukainuliwe, nenda ukabarikiwe, nenda ukapewe mema ya nchi, kwa sababu kibali cha Bwana kiko juu yako. Kwa makubwa kiko juu yako, kwa uwezesho kiko juu yako, kwa mambo yasiyoweza kuneneka. Mungu anafanya vitu vikubwa sana vya ajabu sana. Mimi na shuhuda nyingi sana za uzima naoni paka Mungu, yaani mimi wanapona napona kwa namna ya ajabu ajabu sana. Bwana asifiwe sana, kwa namna ya ajabu ajabu sana. Kwa hiyo Mungu miujiza, anafanya miujiza anafanya miujiza kabisa, anatenda miujiza kabisa, anafanya mambo ambayo yaani unabaki unajiuliza hivi nimepona ponaje? Mimi nimeumwa nikaa na ujifikiria naenda kumuona daktari wangu, najiona madawa yatakavyokuwa ya gharama, najioni inawezekana nikaenda kwenye operation, najioni inawezekana nikafanya mambo makubwa, lakini Mungu aliye mwaminifu, nimefunga, sijala, sijanywa dawa, sijafanya chochote. Leo nina uzima ambao ndani yangu nina furaha kwa kuponywa. Bwana sio sana. Mwingine anaanza kusema jamani, jamani, jamani, yani Yaani sio kwamba sisi hatuumwe, tunaumwa, lakini Mungu anatufanyia upesi, anatuponya Bwana sio sana. Na hiyo ni muujiza wa Mungu, anatuponya magonjwa yetu. Sio kwamba hatuumwe, tutaumwa, haleluya pendwa, lakini katika kuumwa kwako kuna nini? Kuna Mungu. Kwa hiyo mimi moja, mfungo ambao Mungu amenifanyia makubwa sana tena ni mfungo huu, kwa sababu mafanikio ya kwanza kwangu ni afya Haleluya wapendwa, siwezi shika maiki hivi kama ni dhaifu, siwezi shika maiki hivi kama ninauma. Kwa hiyo Mungu amenitendea muujiza mkubwa mno, mkubwa mno, na wewe Bwana aenda kukutendea muujiza mkubwa mno, mkubwa mno, kwa sababu umejidhabihu mbele zake. Jambo la pili, unapofunga kwa ajili ya hatima mpya, Mungu hutoa dila ya maisha au mwelekeo wa maisha yako. Mungu anakupa dira, dira. Kwa hiyo tunafunga kwa ajili ya hatima mpya na tumefunga kwa ajili ya hatima mpya, lakini mungu anatupa nini? Mungu anatupa dira, anatupa mwelekeo. Yawezekana ulikuja Dodoma ukiwa hauna mwelekeo. Yamkini ulikuja chuo, lakini ulikuwa uelewi unaelekea wapi lakini unapofunga Mungu anakupa mwelekeo. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe. Kitabu cha Ezra 8:21 tumesha kisoma, anasema ndipo nikaamuru kufunga, hapo penye mto Ahava, ndio ndiokwa andiko letu la maombi. Ile ndio pale, kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu, na kwa ajili ya mali yetu yote. Ndipo nikaamuru kufunga. Na msali unaofuata akasema, wakafunga wakaomba muda wa siku tatu, kwa sababu Mungu alikuwa amewaita kwa ajili ya maombi. Na wanapomaliza maombi hakuna kilichokuwa kimebadilika, ila walikuwa na amini, walikuwa na ujasiri, walikuwa na uhakika ya kwamba Mungu wetu amekwisha kutujibu na atatulinda na safari yetu itakuwa salama. Walisafiri kwa mwelekeo wa hatima yao, na mimi nataka nikwambie mpendwa, uko mahali hapa asubuhi ya leo, uko mahali hapa muda huu, lakini Bwana na safari na wewe, na katika safari yako ya hatima yako umekwisha kumwambia Bwana, nitangulie, maana sitaki kuaibika semesta hii, sitaki kuaibika mwaka huu, sitaki kuaibika kwenye maisha yangu. Bwana amekwisha tenda, anataka safari hii iendelee, anataka maisha yako yaendelee, anataka imani yako iendelee. Haleluya, Mungu wetu yupo na Mungu anafanya vitu vikubwa, lakini moja ya kitu anachokupa kwenye maombi ni kukupa dira, anakupa mwelekeo. Hatutakii kubaki hapa. Bwana asifiwe sana. Sisi ni wasafiri, ntakuwa tukue, tuendelee kukua, tuendelee tuendele kuongezeka, na hatimaye tufike ambapo Mungu amekusudia tufike. Jambo la tatu Funga ufungua ngome au ufungua milango. Tunapofunga kwa ajili ya hatima mpya, tunafunga kwa ajili ya milango yetu kufunguliwa, milango inafunga. Yoshua tuliyosoma sita moja hadi 20 ndipo maandiko ya hiyo, ya hiyo pointi yetu. Unapofunga kuna ngome zinadondoka unapofunga kuna mambo yanaangabia yanaanguka. Unapofunga kuna milango mipya inafunguliwa. Bwana asifiwe sana. unapofunga kuna vitu vipya vinazaliwa. Kwa hiyo yamkini, huko mahali hapa na unanisikiliza neno hili, lakini unajiona umefungwa Unaona milango yako ya baraka imefungwa, unaona milango yako ya mafanikio imefungwa, unaona milango yako ya baraka imefungwa. Nataka nikwambie, unapoomba maombi yanakwenda kufungua milango iliyofungwa, yanakwenda kukufanyia wepesi mpya, yanakwenda kukufanyia nafasi mpya, na ndio maana ndani ya moyo wako inatakiwa e uone neema ya Bwana, ndio pointi yetu ambayo lazima <coughs> yakifuke na sio kwamba yanafufuka kesho, yanafufuka leo. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe. Nataka uamini na ujue ya kwamba mambo yanafufuka leo. Yaani hata kama ulikuwa umekala tamaa, na nataka nikwambie usikale tamaa, kwa sababu leo ni siku ya ufufuo wako, ni siku ya kuinuliwa kwako, ni siku ya kukumbukwa kwako. Hakuna jambo litaharibika mikononi mwako, kwa sababu Bwana anaenda kutenda jambo jipya. Utaliona, utashangilia, utamwadhimisha, kwa kuwa yeye Bwana ni mwaminifu sana. Maaminifu sana. Kwa hiyo kama yapo mambo yaliharibika, Kama yako mambo yalipotea na katika wiki lote Mungu amekuwa akinisemesha jambo, ananiambia, watoto wangu waziamini ndoto zao, watoto wangu waziamini ndoto zao. Nataka nikwambie, Bwana anakuita kwenye kuiamini ndoto. Akaniambia katika Maandiko anasema ya kwamba usikiharibu kichala, maana ndani yake kuna hazina njema, kuna mambo mema. Kichala huwa ni zao mzabibu mahali ambapo zabibu zinatungishwa, mahali ambapo zabibu zinaivishwa. Anasema hicho kichala, hata ukikikuta kina zabibu, anasema usiharibu, maana ndani yake bado yako maisha. Na mimi nataka nifikishe la Bwana, ile ndoto aliyokupa hata kama leo haina chochote, lakini mwamini aliyekupa ndoto, mwamini aliyekupa ndoto, hatimaye ataifanya kutimia. Bwana atafanya kutimia kwa ndoto yako. Kuna mambo mengi sana, na kila sehemu tunakatia tamaa, na mara nyingi mtu anakata tamaa wakati ambapo ndipo afueni yake inapoanzia. Mungu tuaje tufikie wakati wa ukomo wa akili zetu, Mungu tuaje tufikie wakati ambapo hatuoni, hatuoni mpenyo. Anaiacha bahari ya shamu hii hapa anaiacha ngome za Yeriko hizi hapa, lakini anakuambia nimekupa kumiliki ngome Bwana sasa, nimekupa kumiliki, nimekupa kutawala, nimekupa kutiisha, nimekupa kuendelea. Kwa inatakiwa mtu jeuri ambaye leo anautangaza mwisho wake kabla hajauanza. Yesu alitangaza, ndiye ambaye katika pointi ina mtumia alisema, mwana wa Adamu anaenda kutiwa mikononi mwa watu waovu, anaenda kutiwa mikononi mwa makuhani, nao watamtesa, watamsulubisha, walakini Siku ya tatu Bwana yesu anafufuka, Bwana yesu anafufuka. Yamkini leo umetiwa mikononi mwa watesi ambao siku hii ya tatu wanaachilia maisha yako, ambao siku hii ya tatu wanaachilia masomo yako, ambao siku hii ya tatu wanaachilia mambo yako yote. Utamwona Bwana, utamshangilia Bwana, maana yeye Bwana ni mwaminifu. Mungu yupo kwaja kufufua mambo yako.